Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Mpenzi mtazamaji wa channel hii kutokea pale popote ulipo, ni matumaini yangu kwamba wewe ni mzima wa afya na Mungu anakutetea, Mungu yuko upande wako kukusaidia hatua kwa hatua. Mpaka siku ya leo tunaendelea pamoja ndani ya siku yetu ya kumi na moja katika siku hamsini za Pentekoste siku hizi hamsini za Pentekoste tutakuwa tunazungumzia mambo mbalimbali yakiwemo mambo ya Roho Mtakatifu, mambo ya kunena kwa lugha, mambo ya kujazwa na Roho Mtakatifu au na nguvu zake, pamoja na Pentekoste yenyewe kwa ujumla. Kwa hiyo tumeanzia siku ya kwanza, kama ujaangalia kuanzia sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya kumi ambayo ilipita, basi unaweza ukatafuta video hizo kwa ajili ya kujifunza mambo mengi zaidi. Na kwa siku ya leo tuko ndani ya siku ya kumi na moja, na yako mengi ambayo tutajifunza, na mwamini Mungu atatutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Basi karibu twende pamoja. Basi mpenzi mtazamaji, tunapoendelea kwa siku ya leo, tutakuwa tukiangalia kitabu kile cha Ezekieli sura ya thelathini na sita na tutaangalia mistari kadhaa, na tutaona mambo kadha wa kadha ambayo Mungu anataka tujifunze kutoka kwa hayo. Biblia inatuambia kwamba mstari ule wa ishirini na tano ndipo tutakapoanzia mpaka tutakapoishia. Biblia inatuambia Nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi, nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote. Hilo ndo jambo la kwanza ambalo Mungu analisema. Mstari unaofuata unasema, nami nitawapa ninyi moyo mpya nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Unaona, katika mistari hii miwili ambayo tumeisoma, Mungu anatuonyesha hatua kwa hatua. Kabla hatujaingia kwenye upande wa Mungu kutupatia roho yake, kutujaza na roho yake, jambo la kwanza Mungu analolisema kwamba akasema, nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi, nitawatakaseni na uchafu wenu wote. Jambo la kwanza ni Mungu kukutakasa wewe, ndio maana tuliona kwamba Roho Mtakatifu anaitwa ni Roho Mtakatifu, sio roho mtakafujo wala roho mtakavisa. Hapana, ni Roho Mtakatifu, anatembea katika utakatifu. Na nilijaribu kutoa onyo au angalizo pale mwanzoni, usiwe tu mtu ambaye unatamani kuona nguvu za Roho Mtakatifu wakati bado hujasafishwa moyo wako kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani. Alichokuwa na kizungumzia Nabii Ezekiel mahali hapa kwenye huu mstari wa 25 kwamba Mungu atatusafisha, tutakuwa safi, atatutakasa na uchafu wote hiyo kwa siku za sasa hatuhitaji maji ya mto fulani au ziwa fulani au bahari fulani. Hapana, tunahitaji damu ya Yesu Kristo. Damu hiyo ya Yesu ndiyo yenye uwezo wa kutusafisha na kutuosha na kututakasa kabisa, tukawa safi mbele za Mungu, tukasimama kana kwamba hatukuwahi kutenda dhambi ya namna yoyote. Kwa hiyo, jambo la kwanza laloanza ni kwa kumwamini Bwana Yesu, kabla ya kutembea na Roho Mtakatifu kwenye viwango vya ndani kabisa, kabla hujashughulika na maisha ya watu, kuona Roho Mtakatifu akikusaidia toka hatua moja kwenda hatua nyingine. Jambo la kuzingatia ni kwamba Yesu Kristo damu yake iwe imesafisha maisha yako, ndipo sasa unapoweza kuendelea na Roho Mtakatifu katika viwango vingine alivyovikusudia yeye. Sasa mstari wa ishirini na sita ndo akatuambia kwamba nami nitawapa ninyi moyo mpya. Ukishakubali kusafishwa kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani kwa ajili yako wewe na mimi, Mungu anatuambia kwamba atatupatia moyo mpya, akasema, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Kuna roho mpya inaingia, sio tu ile roho yako iliyokuwepo kwamba inahuishwa inasafishwa inakuwa sawa, hapana. Mungu anaweka roho nyingine. Sasa ndo tutaona roho hii nyingine inatoka wapi, ambayo mungu anakuja kuiweka ndani yetu. Alafu akaendelea pakasema kwamba nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitatia moyo wa nyama. Hapa imaanishi kwamba kuna moyo fulani unafanana na jiwe, mungu anauondoa, alafu mungu anatafuta moyo mwingine ambao una manyamanyama ndo anauweka ndani yetu? Hapana, anachomaanisha anatoa ule moyo mgumu, moyo wenye kiburi, moyo uliokuwa unakataa kumwamini Bwana Yesu na kazi zake, kutokumwamini Roho Mtakatifu na yale ambayo Mungu ameakus kwenye maisha ya kila mmoja mmoja, ule moyo ambao ulikuwa unapingana na neno la Mungu ndio unaitwa moyo wa jiwe. Moyo wa nyama kwa lugha nyingine ni moyo mwepesi, moyo ambao uko flexible, moyo ambao unatii, unafuata kwa unyenyekevu, kama vile nyama ambazo ziko kama sponge hivi, yani ni laini, hazina ugumu, hazijakakama kwa hiyo ni ule moyo ambao haujakakamaa ni moyo ambao unapondeka unaposikia neno la Mungu. Ndicho kitu ambacho Mungu anakiweka ndani yetu. Sasa tuendelee kwenye mistari inayofuata, mstari ule wa ishirini na saba, Biblia anasema nami nitatia roho yangu ndani yenu. Aha, kumbe Mungu mwenyewe anatuambia kwamba ataweka roho yake ndani yetu. Ni Mungu mwenyewe anaweka roho wake yeye ndani yetu, ile roho nyingine ambayo Mungu alisema kwamba Mkinikubali mimi nikawasafisha dhambi, nitaweka roho ndani yenu. Hiyo roho sasa, hapa ndo Biblia inatuambia kwamba ni roho wa Mungu, ni roho ya Mungu mwenyewe. Akasema na kuwaendesha katika sheria zangu. Unajua, unaweza ukajaribu kuzitii sheria za Mungu. Uh, unajua, kuna watu wanafikiri tu kutii sheria za Mungu ndo kitu ambacho Mungu anakihitaji peke yake. Hapana, Mungu hataki tu ule utekelezaji wa nje kabla ujaanzia ndani. Unajua, mtu anayekuzidi cheo anaweza akakuamuru ufanye kitu fulani, hata kama kile kitu ndani ya moyo wako hautaki, unaweza ukafanya kwa nje kwa sababu ni bosi amesema, ni mkuu amesema, ukafanya, lakini ndani yako hautaki hicho kitu. Wewe unafuata oda unafuata agizo au komandi ambayo umepewa. Sasa Mungu jambo la kwanza anakubadilisha moyo kwanza, akisha kubadilisha, ndo maana akatumia hii lugha akasema nitamweka roho wangu ndani yenu, alafu nitawaendesha katika sheria zangu, sheria za Mungu. Yaani kama tunakuwa tunacheza fulani hivi, yaani jambo linakuwa jepesi. Unaona, unaweza ukajitahidi kwamba usitukane, hata mtu anakujibu vibaya, wewe unavumilia, unajikaza ili usiweze kumrudishia ya neno baya huko. Kujikaza ni kitu ambacho kila mtu anaweza akajaribu, na mtu yeyote anaweza akaweza wakati fulani kwenye maisha yake. Sio kwamba kila mtu, hata ambaye hajamwamini Bwana Yesu, kwamba eti wanatukana masaa yote, hapana. Wapo wanaojitahidi, wapo wanaojitahidi kujikontrol, ili waweze vitu fulani fulani. Sasa Mungu akasema, jamani kitu ambacho kitawasaidia nitabadilisha vinasaba vya roho yenu. Nitamweka jambo la kwanza, Roho wangu ndani yenu. Nikishamweka Roho wangu ndani yenu, nitawaendesha katika sheria zangu. Inakuwa rahisi kuzifuata sheria na maagizo ya Mungu, sio kwa sababu unasukumwa, sio kwa sababu kuna force au nguvu fulani inakulazimisha. Hapana, ni wewe mwenyewe unakuwa umesha kubali, unafurahia. Hata ukienda ibadani, unaenda ibadani kwa raha zako wewe mwenyewe unarukaruka, unashangilia, unasema asante Bwana Yesu, nimepata nafasi hii. Lakini kama roho wa Mungu hayuko ndani yako, unaenda kanisani tu hivihivi kwa sababu ni taratibu, kwa sababu umeambiwa ni kiongozi wa kufanya jambo fulani kwenye dini yenu, hauwezi ukakosa. Kwa hiyo utaenda tu kwa sheria za nje. Roho Mtakatifu anapokuja anakufanya ufurahie maagizo na miongozo ya neno la Mungu kwenye maisha yako. Hiyo ndo raha iliyopo. Kwa hiyo Mungu mwenyewe anasema nitawae endesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Kwa hiyo kuna kuzishika na kuzitenda. Sasa kwa wale wanaojitahidi, wao wanakuwa hawana roho ya Mungu ndani yao. Roho ya Mungu akikosekana ndani yako, unaweza ukajaribu kuzishika hukumu za Mungu na kuzitenda hapa na pale, ukaonekana ni mcha Mungu, ukaonekana eh, unasamee watu, ukaonekana unajaribu kuonyesha upendo, unatoa sadaka, vitu fulani fulani unaweza ukavifanya, lakini unajua kabisa roho wa Mungu hayumo ndani yako. Kwa nini hayuko ndani yao? hujakubali akusafishe dhambi zako makosa na maovu yote ndio maana tumeanzia mstari wa ishirini na tano na ishirini na sita mungu anasema nataka nikusafishe kwanza nikutakase uwe safi alafu baada ya hapo nitamweka roho wangu ndani yenu Tunapoongelea habari za Pentekoste kutembea katika nguvu za Roho Mtakatifu kwenye nyakati tulizonazo, sio tu habari ya kufanya vitu fulani fulani vya kidini vinavyoonekana ni sawa au vitu vya Kibiblia, Biblia. Hapana, ni zaidi ya hapo, ni kuyatoa maisha yako kwa Mungu na Mungu akakupatia roho wake. Ukishampokea sasa Roho wa Mungu, unatembea katika sheria za Bwana Mungu, anakuendesha na unazitenda. Alafu akaendelea, Mungu akasema, matokeo yake zaidi ni yapi? Biblia inasema, nanyi mtakaa katika nchi ile niliyowapa baba zenu, nanyi mtakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenu. Nyie mtakuwa watu wangu. Unaona Mungu anavyosema mtakuwa kwa hiyo siyo kila mtu kwamba automatically ni mtu wa Mungu, sawa? Hiyo terminology ayo maneno tunaweza tukayatumia kwamba wewe ni mtu wa Mungu kwa sababu umeumbwa na Mungu, lakini hauna mahusiano binafsi na Mungu. Mungu anasema kwanza, mpaka ukubali nikusafishe, nimweke roho wangu ndani yenu, ndipo sasa mtakapokuwa watu wangu na mimi nitakuwa Mungu wenu. Unaona. alafu zaidi ya hapo Mungu anasema, nanyi mtakaa katika nchi ile niliyowaapia baba zenu. Maanake kumbuka hawa ni watu kwenye kitabu cha Ezekieli wa agano la kale, kuna ahadi ambazo walikuwa wameshapewa baba zao, na baba zao wanaotajwa hapa ni akina Ibrahim, Isaka pamoja na Yakobo. Kuna ahadi walipewa. Sasa Mungu akasema, roho wangu akiwa ndani yenu ndipo sasa nitakapotimiza yale ambayo niliyaapa, yale ambayo niliyasema kwa kina Ibrahimu Isaka na Yakobo. Sasa tunapokuja kwangu mimi na wewe, ni ahadi zipi hizo sasa hivi? Sisi ni ahadi zote ambazo zimeandikwa kwenye neno la Mungu, kwenye Biblia yote kwenye Agano la Kale na Agano Jipya, ziko ahadi nyingi za neno la Mungu. Sasa wewe chagua kutembea katika mahusiano na Roho Mtakatifu, utaona ahadi za Mungu zikiwa dhahiri katika maisha yako binafsi. Utamuona Mungu kwenye kila eneo, utamuona Mungu kwenye kila hatua. Kwa hiyo chagua kutengeneza mahusiano binafsi na Roho Mtakatifu, akae ndani yako, ajisikie vizuri kwamba yuko nyumbani, na ujisikie vizuri kutembea naye, kwa sababu umesafishwa, umetakaswa, Mungu akakupa Roho wake. Unachohitaji zaidi ya roho ya mtu ni nini? Kitu kikubwa ambacho mtu anaweza akakupa ni roho yake. Ameshakupa roho yake, sasa kitu gani kingine zaidi? Hapa sasa ndo Mungu anasema nitahakikisha mnakaa katika ili nchi ambayo niliwapia baba zenu. Kwa hiyo kwenye agano jipya, sisi Mungu atahakikisha tunapata zile baraka, neema zote na mema yote ambayo Mungu aliyakusudia kwa ajili yetu, aliyoyahidi katika agano la kale, na katika agano jipya tutatembea katika baraka hizo, endapo tukichagua kutembea na Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Tumalizie mistari miwili ya mwisho hapa. Aa, katika ule mstari wa ishirini na tisa Biblia inatuambia nami nitawaokoeni na uchafu wenu wote, nitaita ngano na kuiongeza, wala sitaweka njaa juu yenu tena. Unaona, Mungu mwenyewe hapa anazungumza, anasema wala sitaweka njaa tena juu yenu. Maanake nini? Kumbe ukitembea na Roho Mtakatifu sio tu kwamba utapata mambo ya kiroho peke yake. Unaona hapa mambo yanayozungumziwa, Mungu anazungumza mambo ya ngano Ngano, ngano ni chakula Mungu ata, anasema kwamba atahakikisha anaongeza chakula ulichonacho. Hizo ni baraka ambazo zinakuja mpaka kwenye ulimwengu wa mwili, kwa sababu umechagua kutembea na Roho Mtakatifu. Kuna watu wanafikiri kwamba ukitembea na Roho Mtakatifu ukawaza tu mambo ya Roho Mtakatifu utakuwa maskini, maisha yako yataishi hapo. Hapana, hapana, Mungu atahakikisha una chakula cha kutosha, tena atakiongeza maradufu. Mungu atahakikisha hautatembea katika njaa, sio kwenye mambo ya kiroho tu, lakini pia katika mambo ya kimwili. Roho Mtakatifu atakuwa pamoja na wewe. Kuna watu wanafikiri Roho Mtakatifu kwa sababu ameshuka kutoka mbinguni, yeye anakuja kutueleza tu habari za mbinguni, sijui mbinguni kukoje, kuna nini, mafunuofunuo, mambo ya ndoto, mambo ya karama, anaishia huko huko hewani hewani. Amna, Roho Mtakatifu anakuja kwenye maisha ya kimwili kabisa unayoishi leo, mimi na wewe hapa tunayoishi. Roho Mtakatifu anatusaidia kufanikiwa kwenye mambo hayo. Akaendelea mstari wa thelathini, akasema nami nitazidisha matunda ya miti matunda ya miti na mazao ya mashamba msipate tena kutukanwa na mataifa kwa sababu ya njaa. Unaona, Mungu ana, anatoa uhakika wa mambo ya kiuchumi, utakuwa vizuri, utakuwa na chakula cha kutosha, mazao shambani utakuwa nayo, utakula, utashiba, utauza, utapata faida. Mungu atakuwa pamoja na wewe, jina la Bwana halitatukanwa tena kupitia maisha yako, sio mtu anakuona una njaa, mtu anakuona we ndo mtu wa kukopa kopa kila siku, unakopa huku, unaenda tena unalipa huku unafanya. Hapana, hapana, hayo siyo maisha sahihi. Roho Mtakatifu anapokuja kwenye maisha yako vile vile, anahakikisha kwamba anazidisha matunda ya miti. Sasa kwa nini Mungu anazidisha wakati anajua kiwango ambacho unahitaji? Unajua, Mungu atupatie vile vinavyotutosha tu, anatupatia na zaidi, ili tupate faida na faida maradufu kwa ajili ya maisha yetu na kuwasaidia wengine. Huyo ndo mtu anaitwa tajiri, maanake unavyo vya kukutosha wewe na kuwasaidia watu wengine. Ndio maana hata kwenye ule muujiza wa mikate Bwana Yesu alipofanya ule muujiza, vilizidi vikapu kumi na viwili. Kwa nini Bwana Yesu azidisha, wakati alikuwa anajua idadi ya watu na anajua kiwango cha njaa ya kila mmoja mmoja? Lakini Mungu wetu anaitwa yeye, ni El Shaddai, zaidi ya utoshelevu. Sio Mungu anayetutosheleza hapana, ni Mungu zaidi ya utoshelevu. El Shaddai, multi-breasted one, yani ni Mungu ambaye hahitaji kupunguza baraka ya mtu fulani ili kukubariki wewe. Atakubariki wewe, atambariki na yule, atambariki na yule, atawabariki wote. Anaitwa Elshadai, zaidi ya utoshelevu. Kwa hiyo mambo yote hayo ya tunaona yanaanza na roho Mtakatifu, na roho Mtakatifu amekuja. Biblia anatuambia Mungu anatusafisha kwanza, anatufanya tunakuwa safi nje na ndani, kisha anatupatia roho wake Mtakatifu, alafu baada ya hapo kuna matokeo ya kutembea na Roho Mtakatifu, baraka zote ambazo zimekusudiwa na Mungu zitaonekana kwenye maisha yako. Nakumbuka ni baraka za kiroho na baraka za kimwili pia. Basi mpenzi mtazamaji wa kipindi hiki, siku ya leo nitakuwa sina mengi ya ziada. Nilikuwa nataka nikukumbushe habari hizi za Roho Mtakatifu, ujue Roho Mtakatifu alivyo mwema, Roho Mtakatifu alivyo mzuri na atakavyoendelea kuonekana katika kila hatua ya maisha yako. Basi siwezi kukuacha hivi hivi, natamani ni kuombee ili ukaendelee kuishi maisha yanayompendeza Mungu, ukatembee katika sheria na hukumu na maagizo ya Mungu siku zote za maisha yako, usiende mkono wa kuume wala wa kushoto, ukatembee katika ile njia ambayo Mungu amekusudia, kwa sababu amemweka Roho Mtakatifu ndani yako na vilevile vile ningependa kukuombea ili ushirika wako na Roho Mtakatifu uongezeke na ufurahie uwepo wake kwenye maisha yako. Basi bila kupoteza wakati, naomba nikuombee. Mungu wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mkuu, ni Mungu unayeweza. Asante kwa ajili ya kila msikilizaji na mtazamaji mmoja mmoja popote pale alipo. Bwana, ulikusudia tutembee katika nguvu za Roho Mtakatifu siku zote za maisha yetu Kat katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mkuu na ni Mungu mwema. Ninatamka neema yako juu ya watazamaji wote waliokuwa wakisikiliza katika jina la Yesu Kristo. Neema, neema yako ya ajabu ikawe juu yao. Bwana Yesu, endelea kuwasaidia kama vile ulivyosema, kwamba Bwana, utatusafisha na kutuweka mbali na kila namna ya uchafu, kwa sababu ya Roho Mtakatifu ambaye yuko pamoja nasi siku zote. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba hata huyu msikilizaji na mtazamaji ukampe neema ya kuishi maisha ya ushindi, maisha masafi yanayokupendeza wewe siku zote za maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Neema yako Bwana ikawe juu yake, ukamtetee na kumpigania hata pale ambapo anapambana anajitahidi Bwana kuishi maisha ya usafi, maisha yanayokupendeza wewe. Mpatie neema yako na nguvu za Roho Mtakatifu zikawe juu yake katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Roho Mtakatifu zikamwezeshe kufanya vizuri na kuishi maisha yanayokupendeza wewe siku zote katika jina la Yesu Kristo, asiyumbeyumbe wala asirudi nyuma. Natamka nguvu ya Roho Mtakatifu juu yake katika jina la Yesu Kristo. Na kwa nguvu hizo za Roho Mtakatifu, Bwana ukamwendeshe katika sheria zako, akaziishi akazijue na kuzitenda katika jina la Yesu Kristo. Maagizo ya neno lako yakewe dhahiri kwenye maisha yake siku zote katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, wewe ni mwema, utatenda mambo makuu na mambo ya ajabu katika jina la Yesu Kristo, utampatia neema ya kuishi maisha ya ushindi kwa jina la Yesu Kristo, hata ishi maisha ya kushindwa bali maisha ya nguvu katika jina la Yesu Kristo. riko ramosaka raparibo shekere korabasaka Oh, asante Bwana Yesu kwa ajili ya Roho Mtakatifu wako ambao ulimwachia ukamimina juu yetu ili atusaidie kuishi maisha yanayokupendeza wewe, nami ninatamka kupitia Roho Mtakatifu huyo baraka zote za kimbingu, baraka za kimungu ambazo Bwana umezikusudia juu ya maisha yetu, tukapate kuziona katika jina la Yesu Kristo, kama vile neno lako linavyosema juu ya maisha yetu juu ya huduma zetu juu ya afya zetu, ikawe vivyo hivyo katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu Roho Mtakatifu anakuja kwenye maisha yetu kutusaidia na kutuwezesha kuishi kwenye utimilifu wa neno lako katika jina la Yesu Kristo, kuishi kwenye utimilifu wa baraka zako, kuyaishi yale ambayo ulitu nulia pale msalabani kalvari katika jina la yesu kristo mema yote aliyokusudia mungu yatakuja juu ya maisha yetu kwa sababu roho mtakatifu yuko pamoja nasi katika jina la yesu kristo asante bwana mabwana na mungu wa miungu juu ya maisha ya kila mmoja mmoja tutaona baraka zako kwenye kila eneo kwenye uchumi kwenye huduma kwenye familia kwenye ndoa na katika kila eneo katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana. Wewe ni Mungu mkuu. Asante kwa ajili ya neema yako. Utawasaidia wote kuendelea kukujua wewe na kukupenda wewe na mahusiano yao na Roho Mtakatifu yataongezeka kila iitwapo leo. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Amen, amen. Basi mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki, ninazidi kukubariki kwa jina la Bwana wa majeshi. Neema ya Mungu ikaendelee kuwa pamoja na wewe. Mungu asikupungukie wala kukuacha kwenye eneo lolote. Kwa siku ya leo ulikuwa pamoja nami, Pastor Joseph Muttassa toka Rema Outreach Church, na Mungu angu akubariki sana. Kwa heri.